Kitaka twende pale Marekani pale, au Turuki pale, tukachukue mahoteli ya kutosha pale. Ni wewe, kwa hiyo leambie, nakusikiliza tu, hakuna shida yoyote. A, ni wapi? Aataka tufunga hoteli au kitu gani? Unataka nikufanyie mpenzi wangu, wala ondoa shaka. Yaani kuna watu wengine ni wapumbavu no kweli kweli yani, yani mtu na mpa lifti alafu baadaye anaanza kukwambia mambo ya kipuuzi. Alafu unavyoanza kumuuliza kitu, anakwambia maswala eti ya mende uu, mende umetokea. Wabe su shenzi uu. Sasa mwache ashuke zake akapambane huko. Mjinga kabisa, mjinga mmoja, nimesha gundua sasa. Mimi bana, ngoja nikitoka zangu huku bana, naelekea moja kwa moja msibani kule nikaangalie mambo yanaendaje bana. Maana nikisema nimtegemee yule mtoto ule, tayari nimeshamshusha, hawezi kuniambia chochote. Yani bora kama vipi nikitoka zangu taoni huku niende zangu pale pale mjirani pale, nikaulizie pale mazingira yanaendaje na mazishi vipi bana. Maana ukikaa hivi hivi kimya, naweza kakutokea jambo siku moja ukashindwa kusaidiwa. Nasikia baba mimi naomba ruksa yako, nataka nizi zangu mjini kule Dar es Salaam kwa shoga yangu yule, na ni Joyce ameniita kule, na mimi nilimhadithia mambo ya maisha jinsi alivyo Konika, nilikuwa naomba ruhusa baba yangu, nataka niende zangu kule nikatafute maisha. Hapa mjini nitakaa mpaka lini baba? na mimi nimechoka kuwategemezi. Nataka nijitegemee baadaye na mimi niweze kusaidia wewe baba yangu, tafadhali. Hapana, oh oh, kabisa hapana bwana, siwezi kukubali mtoto wangu we ukaenda mjini huko ukapata shida, alafu mi itakuwa tabu kweli. Yani sasa mi ukiondoka hapa mi itakuwaje maisha? hapana isha kuzoya wewe inakuwaje sasa? Imnifikirie na mimi basi. Sawa, maisha magumu hapo hapa, tutapambana, tutakula miogo, tutalima, tutakula tu, tutaishi mwanangu, kwani ulikuwaje kuwaje? Fumilia bwana, usende mjini, kubaya kweli huko nakwambia. Oh, baba bwana kwa sababu anataka tuishi hivi mpaka lini? Wacha mi nitoke zangu nikatafute maisha huko. Mimi na uhakika yule shoga yangu Joyce aweze hata kunitupa mi, namjua vizuri na najua kabisa mi nimesoma naye shule moja yule, kwa tabia yake naijua vizuri tu, baba yangu konaomba tu mi acha niende zangu bwana, kwa sababu ukikatako uh, loso hali takuwa ngumu zaidi. Si unaona mwenyewe jamani, si unaona hali ilivyokuwa ngumu, wakati mwingine tunakosa hata chakula hapo ndani. Tutalima takula miogo mpaka alini baba yangu, acha niondoke nikabadilishe maisha huko wenzijua. Nakubali kishingo pande kwa sababu umesema, basi sawa, wewe nenda ila unikumbuke mzazi wako. So huko naenza kuenda tena, unakuwa tena na mafueza, alafu unanisahau mimi huko kijijini napauka, umenelewa bwana? Ukifanya hivyo nitakupa lazi, yani sitakuwa lazi na wewe. Kwa hiyo unikumbuke. Nenda salama mwanangu. E, e. fanya kila kitu kinachowezekana ili mambo yaende sawa, na kutegemea sana kijembe changu. Wala usijali babangu, ondoa shaka kabisa

Yaani wewe nikupe hela alafu tena unipige. Kwani unaweza kanipiga mimi, nitakupiga mabao mawili